Ukitaka kufanikiwa kwenye biashara yako ni muhimu ukajifunza kujitofautisha kati yako wewe na wafanyabiashara wengine. Kabla hujaanzisha biashara, ni muhimu ukajua unaleta upekee gani sokoni. Unataka kufanya biashara ya chakula, unataka kufungua duka la nguo, unataka kufungua duka la dawa. Kwa nini tuje tununue kwako na sio sehemu tulizozoea? Hapa ndio inakuja umuhimu wa kutengeneza yani kitu ambacho kitakupa wewe upekee sokoni ambao unaweza ukakufanya ukawafanya wateja waje nue kwako na sio sehemu walikozoea. Kuna namna nyingi ya kutengeneza upekee wako sokoni. Unaweza kutengeneza upekee wako kwa kuuza katika muda tofauti na wengine. Wengine wanauza chakula asubuhi mpaka jioni, wewe ukauza masaa 24 au ukauza jioni mpaka usiku tu. Lakini namna nyingine ya kutengeneza upekee ni ukafanya delivery. Hapo unaweza kufanya free delivery au ukachangia gharama za usafiri. Namna nyingine ya kutengeneza upekee wako kwenye biashara, unaweza ukawa na huduma bora kwa wateja, ukawekeza katika exception exceptional customer service. Hiyo ni namna nzuri sana. Wateja wanapenda kujaliwa, wanapenda kuhudumiwa vizuri. Na huduma kwa wateja ni kitendo cha kumfanya mteja ajisikie raha kuongea na wewe, ajisikie raha kuhudumiwa na wewe kiasi cha kutamani kuja kununua siku nyingine. Na moja ya sababu kubwa kwa nini watu wengi wanapata wateja afu wateja wanawakimbia ni kwa kuwa na poor customer service au huduma mbaya kwa wateja. Kwa hiyo kabla hujaingia sokoni ni muhimu ukajikagua ukaji, ukaji na ukujua unataka kutofautiana na wafanyabiashara wengine katika namna gani? Unaweza ukatofautiana nao kwenye bei, wewe ukauza kwa bei ndogo zaidi kuliko wao. Unaweza ukatofautiana nao kwenye muda wa kuuza. E, wao wanauza asubuhi mpaka jioni, wewe unauza masaa 24. Unaweza ukatofautiana nao katika namna unavotoa huduma yako. Unaweza ukatofautiana nao katika kufanya delivery, wao wafanye delivery, wewe unafanya delivery, au wao wanafanya delivery kwa gharama, wewe unafanya free delivery. Lakini pia unaweza ukatofautiana nao kupitia branding and advertisement, yani, the way unajipromote, una t-shirt, una business skadi una mabango hivyo. Hiyo ni namna mojawapo ya kujitofautisha. Mimi naitwa Victor Mwambene, mwandishi wa kitabu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Haya niliyoeleza na mengine mengi kuhusu matangazo na mauzo unaweza ukajifunza kwenye kitabu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Karibu sana.